Naomba niwakumbushe kwamba Jumamosi ijayo ni siku ya hija kijimbo. Kwa kawaida tarehe kumi na tatu Januari huwa tunaadhimisha misa kuwakumbuka mashahidi wetu wa Pugu. Sasa hilo litafanyika Jumamosi tarehe kumi, sambamba na hilo la mashahidi wa Pugu, tutaadhimisha eh, siku ya kuhitimisha jubilei kuu. Kwa hiyo wanajimbo wote mnakaribishwa kuhitimisha safari yetu ya jubilei ya ishirini ishirini na tano. Ninawasihi mapadhe wafike kwa wingi na wafike mapema, ili watu wapate huduma ya kitubio, na wahimiza wawe wamefika kuanzia saa moja kamili. hiyo huduma ya kitubio ni muhimu kwa sababu siku hiyo sambamba na kupokea ekaristi takatifu, kusali kwa nia za Baba Mtakatifu, pia waamini watakaoshiriki hija wataombewa rehema kamili. Nawatangulizia maandalizi mema ushiriki mwema na wingi wa neema na baraka.